Changamoto kubwa tunaopitia kama vijana kwenye sekta hii ni mtaji cha kwanza. Maana sekta ya kilimo kwa sasa hivi iko modified, tunahitaji kufunga greenhouse ili kurahisisha shughuli zetu za kilimo. Kwa hiyo mtaji ni changamoto, maana greenhouse moja inaenda mpaka milioni ishirini na tano kama kijana na kama kampuni. Kwa hiyo ni changamoto. Changamoto nyingine ni upatikanaji wa mbegu Tanzania hatuna mbegu za kutosha na zilizopo hazina vile vigezo tunavyovihitaji. Mbegu nyingi tunaagiza Holland, ndo ana mbegu imara na mbegu nzuri kwa ajili ya kufanyia kilimo. Changamoto nyingine ni mbolea. Katika utafiti uliofanywa mwezi wa tisa mwaka jana tulibaini vikwazo kumi na tisa. Katika hivi vikwazo kumi na tisa, mojawapo kwenye baadhi ya mipaka tuliona kwamba lugha ni changamoto kwa sababu nchi tunazopakana wengine wanaongea Kiingereza, wengine wanaongea lugha za asili, kwa hiyo ikawa ni changamoto. Na kikwazo kingine ni zile eh, zile tunaziita SOP, zile taratibu zote za kuvuka mipaka zimeandikwa Kiingereza, maanake hapo tunaenda kwenye kikwazo cha lugha. Tukaona kuna namna yoyote ya kufanya eh, tafsiri ya zile, zile taratibu ili waweze kujua nini ambacho wanatakiwa wafanye lakini changamoto ya pili ilikuwa rushwa. Kwenye mipaka yetu kuna rushwa nyingi sana ambazo zinaombwa na hawa maafisa wasio waaminifu kwa mipaka yetu. Hiyo imezungumzwa sana, kikao hiki cha leo itaenda kuboresha kwenye hizo changamoto. Tuondoke na ishu kubwa kumi ambazo tutawekea mpango mkakati, na mwisho wa siku tukipata fursa tena basi tuweze kuona zimetekezwa kwa kiasi gani. Kwa hiyo ni kuna miradi mbalimbali ambayo inajenga uwezo wa vijana kuwatambua vijana mbalimbali lakini pia kuwawezesha hata vijana waweze kuwa na na, na skills sahihi za kuweza kupata kufanya kazi katika hizo fursa zitakazoleta. Kwa hiyo mradi unaangazia ajira laki mbili na sitini kwa vijana, lakini pia tunaangazia ni jinsi gani tutafikia vijana milioni moja na laki tano na vile vile kuwafikia wakulima um, milioni tatu. Kwa hiyo mategemeo ya mradi hasa ni kuwafikia wafanyabiashara vijana wapatao mia tano, lakini pia kutetua vikwazo vya kibiashara visivyopungua kumi. Vikwazo vipo vya aina nyingi, lakini walau katika awamu hii katika orodha yote itakayobainishwa, walau changamoto kumi zipate ufumbuzi na ziwe zimetolewa. Lakini pia mategemeo mengine ni kuongeza ushirikishwaji wa vijana na akina mama kwenye biashara za mazao ya mpakani. Kwa hiyo, matokeo yanayotarajiwa chini ya mjadala huu ni kuongeza ushiriki wa wafanyabiashara hasa akina mama na vijana kwa mazao haya ya kilimo, ili kuongeza kiwango cha biashara mpakani katika bidhaa hizo kwa kupitia ushirikiano na wadau wa sekta ya umma na binafsi na Chamber of Commerce ikiwa kama mratibu au kiunganishi kati ya wadau hawa niliowataja. Kwa hiyo tunategemea baada ya hapa, tutakuwa na uwezo wa kukusanya na kuchambua orodha ya vikwazo na athari zake katika biashara za mpakani, na kwa hizi bidhaa tunazoshughulika nazo, tutaweza kutengeneza mipango ya utekelezaji kwa kupunguza vikwazo vilivyobainishwa.